Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, karibu tena katika hiki kipindi chako kipendacho cha maisha na watu ambapo unakuwa nami mtangazaji wako Ganji Mashaka au unaweza ukaniita Charming Mama. Kama ambavyo tunaelewa muktadha wa kipindi cha maisha na watu inaelezea zaidi hisia, mitazamo na mambo yanayozunguka wanajamii katika jamii inayowazunguka. Basi leo ukiwa na mimi niko na mada nzuri kabisa ambayo inazungumzia wajibu wa baba katika familia au naweza nikasema baba asiyetimiza majukumu yake. Leo ndio huyu nahitaji kumzungumzia zaidi. Basi ni nini yaliyomo katika mada hiyo? Usikose kuwa nami mtangazaji wako Ganji Mashaka, na hivi ndivyo ambapo tunaenda kuwa pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Baba asiyetimiza majukumu yake, tunamzungumzia vipi baba huyu ni baba ambaye anakuwa ana familia lakini haijali wala hahudumii familia yake, na wala hajishughulishi na chochote, anamwachia mama majukumu yote ya malezi. Lakini inasababishwa na nini? Basi kitu ambacho kinasababisha yote haya ni jamii ambayo inaendelea kubeba na kumbeba baba, hata kama akiwa na makosa. Kwa nini nasema inambeba baba? Tujuavyo watu, jamii, mila na desturi za Tanzania, tunajua kwamba baba anatakiwa kubeba majukumu yote ya familia, na ikitokea baba hajafanya hivyo, basi lawama zote atashushiwa mama ambaye atakuwa ameachiwa majukumu hayo. Sasa basi, wababa hawa tunawaambia nini leo? Wababa ambao hawatimizi majukumu yao, tunaomba muache kabisa tabia hiyo, muweze kulea familia zenu kama ambavyo umezianzisha. Na kama unajua huwezi kuhudumia familia basi hakikisha uanzishi hiyo familia ili kuepuka kukimbia majukumu. Familia inapokimbiwa na baba, jamii inaona ni kitu cha kawaida sana, lakini mama atakapokimbia familia, jamii itamletea mzigo mama huyu wa lawama za kutosha, wakisema kwamba mama hakujali watoto wala hakuonea uchungu watoto waliowaza. Sasa je, ni kwa nini baba akikimbia familia inaonekana ni kitu cha kawaida? Kama ambavyo nimesema awali, lawama mama kivi. Jamii inayomzunguka itataka zaidi kusema baba hawezi kuacha majukumu yake pasipokuwa na sababu. Wataanza kumshushia mama lawama kwa kusema huenda hamtii mume wake, hamsikilizi au huenda hata mwanamume huyu hakumpenda mke wake hapo awali, ndo maana ikapelekea haudumii tena familia lakini ni kitu ambacho si cha kweli. Kutokana na mtazamo huo, basi ndio inasababisha asilimia kubwa ya wanaume kujiendekeza na kulichukulia swala hilo ni kitu cha kawaida. Ndio maana hata mwanaume anapokimbia kwenda mbali na familia sio kitu cha kawaida, bali lawama zote zitarudi kwa mama. Nini basi madhara ya jambo hili? Madhara ambayo yatatokea kwanza kabisa watoto hawatokuwa na uhuru na mzazi wao ambaye ni baba, kwa maana hatokuwa karibu nao, atawatelekeza. Lakini vilevile vile, baba huyu ambaye anakimbia watoto, watoto hawa watakosa malezi bora kutoka kwa upande wa baba. Mwisho wa siku wanalelewa na mama peke yake, na mama anakuwa na mzigo mkubwa wa kusomesha watoto hawa na kuwapa mahitaji yote ambayo wanahitajika kuwa nayo. Sasa basi nini kifanyike? Kitu cha kufanya inabidi watu wajue sheria zao, haki na muktadha ambao wanatakiwa kuwa nao katika maisha, ili waweze kuwa sawa namna wanavyoishi na familia zao. Na hawa wababa wanatakiwa kutekeleza majukumu yote ya watoto wao na sio kuwakimbia, pelekea wanatelekeza familia basi nakuwa na hofu yoyote, hivyo ningependa kushauri serikali iweze kuweka mikakati migumu ambayo baba huyu anayetelekeza familia aweze kukamatwa na kupewa adhabu inayostahili, kwa sababu siyo jambo zuri. Maana anasababisha lawama zote anapelekewa mama ambaye analea wale watoto. Mwanamume atasema mwanamke huyu anifai wala hafai kulea watoto. Sasa je, kama hakufai wewe ulifanya nini ili huyu mke aweze kufaa kwa ajili ya watoto wako? Hata baba pia unatakiwa kuwa mlezi wa watoto wako, usimwachie mwanamke peke yake. Hii itakuwa nzuri na itasaidia itajenga jamii yenye watu wenye utu na imani ya kweli, na sio kutelekeza familia. Kitu kingine kabisa ambacho kitakuwa funzo kwa baba wote ambao wanatelekeza familia zao ni jamii inayowazunguka. Jamii inayozunguka ikiwa na msimamo thabiti kwa wale wababa ambao wanatelekeza familia zao, basi mambo yatakaa kwenye mstari, kwa maana hawa watu walichekelea. Lakini jamii ikiendelea kuwakandamiza wamama ambao wanaachiwa familia na wanaume zao na kuwaona wao ndio sababu ya wanaume zao kukimbia, hali hii haitoweza kuacha wala kubadilika katika jamii. Hivyo tujifunze katika hilo na tusikubali kabisa kuchekelea mambo ya namna hii. Lakini pia wewe mtazamaji, najua utakuwa una ushuhuda wote kuhusiana na baba asiyewajibika. Basi weka maoni yako kuhusiana na wababa hao wanaotelekeza familia zao, nami nitayasoma katika kipindi kijacho. Usiache kuendelea kutazama Dar es Salaam Tanzanite TV kwa maana kuna vitu vizuri vya kujifunza na ambavyo vitakufanya uwe sawa katika jamii yako inayokuzunguka. Asante.